Hii inakuja baada ya Ukraine kukubali mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30 kufuatia mazungumzo na Marekani. Hata hivyo, masharti hayo aliyoweka Putin yameleta utata mkubwa, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiyataja kama mbinu za ujanja na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuimarisha vikwazo dhidi ya Russia. Kulingana na vyanzo vya habari mbalimbali ulimwenguni, katika mkutano wa waandishi wa habari jijini Moscow jana, Putin ameeleza kuwa wazo la kusitisha mapigano ni sahihi, lakini kuna maswali yanayopaswa kujibiwa na kujadiliwa kwa kina. Amesisitiza kuwa usitishwaji wa mapigano lazima ulete amani ya kudumu na kushughulikia mizizi ya mzozo huo. Nanuku, tunapaswa kujadiliana na washirika wetu wa Marekani ili kuhakikisha kuwa mapatano haya yanakuwa na msingi madhubuti. Huenda nitafanya mazungumzo na Rais wa Marekani Donald Trump, alisema Putin, mwisho wa kunuku. Moja ya vipengele vya masharti aliyoweka ni kuhusu eneo la Kursk ambalo Russia inadai kuwa lilivamiwa na vikosi vya Ukraine Agosti 2024, ambapo Putin alidai kuwa Russia imedhibiti kikamilifu eneo hilo na askari wa Ukraine walioko huko wamezingirwa. Namnuku, kwa sasa wanaweza kuchagua moja ya mambo mawili tu, kujisalimisha ama kufa, ameongeza Putin kwa msisitizo. Rais Zelensky ameeleza kuwa kauli ya Putin ni mbinu ya kuchelewesha mpango huo wa amani. Katika hotuba yake ya kila siku kwa taifa, Zelensky alisema namnuku, Putin hajakataa moja kwa moja usitishaji wa mapigano, lakini kwa vitendo vyake anajiandaa kukataa mpango huu Mwisho wa kunuku. Aliongeza kuwa Putin anajaribu kuchelewesha mchakato huo ili kupata muda zaidi wa kuimarisha vikosi vyake. Huku hayo yakiendelea, Marekani imetangaza vikwazo vipya dhidi ya sekta ya mafuta, gesi na benki za Russia. Hatua hii imechukuliwa kama jaribio la kuiwekea Russia shinikizo zaidi kuafiki mpango huo wa amani bila masharti magumu. Putin anatarajiwa kufanya mazungumzo na mjumbe maalum wa, ra wa rais wa Trump Steve Witkov ambaye alisafiri kwenda Mosco kwa mazungumzo hayo. Hata hivyo haijulikani wazi ikiwa mkutano huo ulifanyika kama ilivyopangwa, kwani vyanzo vya habari vya serikali vya Rusia viliripoti kuwa ndege iliyodhaniwa kumleta Witkof iliondoka Mosco bila kuthibitisha kama mkutano huo ulifanyika. Kwa upande wake, Trump amesema angetamani kukutana Putin, na Putin ili kuhakikisha Rusia inakubaliana na mpango wa kusitisha mapigano hayo, namnukuu, Tunataka kuona Russia ikisitisha mapigano, alisema Trump alipokuwa katika ikulu ya White House akizungumza na katibu mkuu wa NATO Makrot. Baada ya kauli za Trump na Putin na majibu ya Zelensky, inaonekana kuwa mgawanyiko baina ya pande mbili unazidi kuongezeka. Ukraine inataka mchakato wa hatua mbili, kwanza usitishwaji wa haraka wa mapigano hayo, na kisha mazungumzo ya amani ya muda mrefu. Kwa upande mwingine, Russia inashikilia msimamo kuwa haiwezi kutenganisha hatua hizo mbili, na masuala yote yanapaswa kujadiliwa kwa pamoja na makubaliano ya jumla yafikiwe. Mzozo huo unaipa Marekani changamoto kubwa kwani Trump amesisitiza kuwa anataka kuona matokeo ya haraka ili kumaliza vita hivyo ndani ya siku chache zijazo. Hata hivyo, kwa mtazamo wa sasa, Putin haonekani kuwa tayari kutoa mwanya wa haraka wa kurejesha amani katika ukanda huo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanauona msimamo wa Putin kuwa ni mkakati wa kuchelewesha, kupata muda wa kuimarisha vikosi vyake vya kijeshi. Profesa wa uhusiano wa kimataifa katika Chuo Kikuu cha Harvard nchini Marekani, Johnny Mishamier anasema namnuku, Russia mara nyingi hutumia mbinu za mazungumzo marefu ili kujipatia muda wa kujipanga kijeshi na kimkakati, mwisho wa kunukuu. Hali hii inathibitishwa na mashambulizi mapya yanayoendelea huko nchini Russia na Ukraine, ambapo pande zote mbili zimeripoti mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, yaani drones. Ukraine ilisema kuwa watu saba, wakiwemo watoto, walijeruhiwa katika shambulio lililotokea mkoa mkoani Kharkiv hata wakati huo huo, Russia nayo iliripoti moto mkubwa katika kituo cha mafuta cha Tuapse nchini humo. Kwa sasa swali kuu linabakia, je, Putin yuko tayari kwa amani au anajaribu kuchelewesha kwa muda? Kwa mtazamo wa Ukraine, Russia inatumia hila za kidiplomasia ili kupata wakati wa kujihami. Kwa upande wa Russia, viongozi wake wanasisitiza kuwa wanataka amani lakini kwa masharti. Ikiwa Russia itaendelea kuweka masharti magumu, kuna uwezekano mkubwa kuwa mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30 kuwa Ukraine inatarajia kuwa shinikizo la kimataifa hususan kutoka Marekani na jumuiya ya NATO itailazimisha Russia kufikia makubaliano ya kweli. Wakati huo huo, dunia inasubiri kuona ikiwa mazungumzo ya Trump na Putin yatakuwa na matokeo chanya ama yataishia kuwa sehemu ya mchezo wa kisiasa wa Russia unaolenga kuchelewesha mchakato wa amani kwa faida yake ya muda mrefu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.